Leo tuko mkoani Tanga katika kuhakikisha Tanga inakuwa ni Tanga ya viwanda, ili kujibu mambo mbalimbali, lakini ikiwemo changamoto za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Zaidi ya mara mbili, Dkt. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesisitiza kwamba tuangalie changamoto za wenye viwanda wazalishaji ndani ya nchi nzima ya Tanzania lakini pia tulete jicho letu ndani ya mkoa wa Tanga, tukija kuangalia utekelezaji wa yale ambayo tulikaa na wenye viwanda na kuona walichokuwa wametuahidi. Tuna furaha, kiwanda hiki cha kwanza ambacho tumekitembelea leo wapo katika majaribio ya uzalishaji, na wametuahidi ndani ya mwezi mmoja uzalishaji wa majaribio utakuwa umekamilika, hivyo wataanza uzalishaji rasmi. Lakini zaidi ya hapa tumetembelea pia viwanda vingine viwili ambavyo kimoja kinahusiana na masuala ya kuchakata chuma, wao wameshaagiza mashine, mashine ziko njiani, na wao wametuahidi mwezi ujao wataanza kufunga mashine, mwezi wa kumi na mbili watakuwa kwenye majaribio, na mwezi wa kwanza ishirini ishirini na sita watakuwa wameingia katika uzalishaji. Lakini faraja kubwa kwenye hiki kiwanda kingine kiwanda kinachohusika na uchakataji wa bidhaa za misitu, magogo, mbao, pamoja na kutengeneza bidhaa mbalimbali. Mashine na wao ziko njiani, lakini tumeona leo mashine mpya takriban kontena tatu ziko pale ambapo wanaanza kuzifunga, kuanzia wiki tatu zijazo wataanza majaribio kuanzia mwezi wa kumi na mbili, lakini mwezi wa kwanza na wao wametuahidi wataingia kwenye uzalishaji faraja kubwa ni kwa serikali ya mkoa wa Tanga, lakini pia misitu, idara ya misitu wameweza kuwapatia mali ghafi ambazo zinaweza zikawapatia mali ghafi kwa muda wa miaka takribani kumi kuanzia hivi. Kwa hiyo tuna uhakika kiwanda hiki kikianza, kwa miaka kumi mfululizo kina materials, kina mali ghafi za uhakika wa kuziendesha kiwanda hiki. Kwa hakika tunamshukuru sana Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kisera, kwa kutuwezesha kimiongozo ambayo inapelekea ufufuaji wa viwanda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mahususi katika mkoa wetu wa Tanga. Mkoa wa Tanga ulikuwa ni miongoni wa mikoa ambayo ina viwanda vingi ambayo vimefanya kazi, katikati vimekuwa katikati viwanda Ziara hii ni ziara ambayo italeta mageuzi makubwa kuhakikisha kwamba tunafufua hivyo viwanda. Kwa niaba ya serikali ya mkoa, yakiongozwa na Mheshimiwa Balozi Dr. Batida Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, natoa ahadi yangu kwamba tutafanya kazi karibu na wizara kuhakikisha kwamba malengo ya kufufua viwanda yanafanyika na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji ambao wanawekeza katika viwanda katika mkoa wa Tanga. Serikali ya mkoa tuko tayari muda wote kufanya nao kazi kwa karibu. Mkoa wa Tanga sasa hivi una mazingira bora kabisa ya uwekezaji kama unafahamu, e, bandari yetu ya mkoa wa Tanga hapa inafanya kazi vizuri sana hata ukiangalia barabarani kila magari saba yanapopita magari, magari saba nukta sita ni magari makubwa malori ambayo yamebeba mzigo kuleta ama kutoka bandarini. Alafu gari moja gari moja ndio saluni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba operations za bandari yetu hii ya mkoa wa Tanga itawezesha ukuaji wa viwanda katika mkoa wetu kwa kuleta mali ghafi ambazo zinatoka nje ya nchi au kwa kupeleka bidhaa ambazo zitauzwa nje ya nchi. Bandari yetu iko tayari, tuko hapa kuni, kuni, na, na ziara ya, ya wakuu moja tu kutembelea kiwanda chetu ambacho kilikuwa kimesimama kwa miaka mingi. Lakini sasa hivi kwamba ki, ki, kiwanda tumeshaagiza mashine mpya, mashine e ambazo mnaziona ziko hapa na, na, na zingine ziko njiani. Nafikiri mpaka wiki ijayo watakuwa zimeshaingia na wataalamu. Tunategemea kwamba mashine zote zikifika ndio wanakuja, wanakuja, wa, wataalamu, kuja kwa ajili ya kufunga mashine. Ahadi tu ambayo tunaweza ni, ni, ni, ni, ni, ni kuitoa kwa wananchi wa Tanga na, na serikali yetu ni, ni, ni, ni kwamba production rasmi ni Januari ambayo Januari mwakani 2026 tutaanza production rasmi. Ni kuahidi kwamba wananchi wa, wa, wa Tanga kutakuwa na, na, na, na ajira nyingi ambazo za permanent na za vibarua kwa kiwanda chetu, kwamba kwa kuanzia pengine tutakuwa na, na, na, na vibarua ni, ni zaidi ya mia lakini huko mbele tutakuendelea tutabidi tunaleta mashine zingine na tutakuwa na, na ziada ya nini ajira. Tunashukuru serikali kwa kuendelea kutu, kututembelea. Hii imekuwa ni mara zaidi ya tatu wanakuja kwa ile follow up kuona process zetu tulipofikia so far. Tunashukuru Mungu tumeanza majaribio almost around mwezi wa sita, na tupo kwenye stage nzuri za majaribio so far, baada ya kipindi kifupi tutakuwa tumemaliza nadhani tutakuwa tunaweza kufanya kazi rasmi kama Africa Harmony Industrial Trade and Trade Limited Tanga. Kupitia Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ufufuzi wa viwanda mkoa wa Tanga. Maana siku za nyuma viwanda vilikuwa vimekufa asilimia asilimia 80 viwanda vilikuwa vimekufa. Ila kwa sasa hivi viwanda vimefufuliwa. Mfano kwa kiwanda chetu hicho hapa kimeanza kufanya kazi. Pia tumepata faida nyingi sana kwa ufufuzi wa hichi kiwanda cha cha sabuni, maana ajira zimeongezeka kwa vijana. Mfano hapa kwetu wameajiriwa vijana zaidi ya mia. Pia tu sio ndani, hata nje ajira zimeongezeka. Mfano mama ntilie wamepata wamepata fursa nyingi sana, bodaboda kutuleta kazini, kuturudisha kazini, wamepata fursa kwao, zinapatikana faida nyingi sana.